Ndani ya Radio Fortune Africa majira ya asubuhi e, tunapoelekea mchana, siku zote unapokisikia kibagizo hicho, nukuu ya matumaini. Leo katika nukuu, hakuna silaha yoyote itakayofaulu. hakuna silaha yoyote itakayofaulu mungu akiwa upande wetu ni nani atakayekuwa kinyume chetu mungu akiwa ndiye ametubariki ni nani atakayetulani mungu akiwa ndiye ametupa uzima huu nani atakayetupokonya uzima tusema hivi katika habari za nukuu hakuna silaha yoyote itakayefaulu walioko sasa na walioondoka, watakayekuja na waliokuweko, nasema hivi katika habari za nukuu, walioondoka kitambo laana zao hazitatuweza mikosi na majina tuliyoitwa yao, hatutajipata katika mateso waliyopatwa wao, maana Mungu yuko nasi, hakuna silaha yoyote itakayefaulu mbele zetu mipango waliyopanga kwa ajili yako usifaulu, na maneno mazito ya laana waliyonena kinyume chako, na mambo yote unayowaza mabaya kukuhusu. Nasema hivi kwa habari za nukuu, asubuhi hii njema kabisa, hakuna silaha yoyote itakayefaulu, aliyepanga adui kwa ajili yako, aliyepanga adui kwa ajili ya watoto wako, aliyepanga adui kwa ajili ya biashara yako aliyepanga adui kwa ajili ya kazi ya mikono yako. Tusema hivi, hakuna silaha yoyote itakayofaulu. Sisi ni warithi kati ya warithi, tena sisi ni watoto, tena watoto wa Mungu. Ametutenga na kutuita na kutuweka tuliko kwa sababu ya kusudi lake. Anaifahamu kesho yetu, tuna matumaini makubwa kwake ya kwamba ataifanya anga yetu kuwa nzuri, ataifanya njia zetu kubarikiwa, atanyosha mapito. Kila mlima ulioinuka mbele zetu ataweza kusawazishwa na popote akapopita, hata katika bonde, tunafahamu Mungu wa mabonde na Mungu wa milima ni yule yule, na siku zote amebaki mwaminifu. Na hivyo ndivyo atakavyotupigania katika hatua zote tulizonazo mbele yetu, tukisema hivi ya kwamba tumo mikononi mwake, tena tu warithi kati ya waridhi, tena tu watoto wake Mungu wa ajabu, na atatusaidia hakuna silaha yoyote ya hadui itakayefaulu. Unapoamka pia unapokuwa na mchana mwema, kiri mambo haya kwa ujasiri na nguvu ya kwamba Emanueli Mungu pamoja nasi, na yeye akiwa nasi atatulinda, atatupigania, atatuonekania, atatuhifadhi na njia zetu zitalindwa na yeye. Ndio la maana kumbuka jambo hili kulitamka, kila lolote utakalolifanya, hakuna silaha yoyote itakayofaulu, kila silaha itakayofanywa juu ya mikono yao, itakayofanywa na kila mtu, kila ulimi utakaonena juu yako na katika kila hali utakayopitia, na hii ndiyo inavyosema, haitafaulu mambo yao juu yako wewe. Ni ndiye ulio na urithi wake Jehova, na njia zako zitanyoshwa na kubarikiwa siku zote milele na hata na milele. Na ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Karibuni sana popote mlipo, watu wa sehemu zile za Kitengela, Kajiado. Nimekuwa baraka sana kwa idhaa hii na kutufuatilia popote mlipo, na zaidi ya yote pia watu wa Mombasa Likoni kule eh, nashukuru pia kwa nafasi yenu nzuri Kilifi eh, na kule sehemu za Bamburi. Mungu awalinde wa na watunze kwa nafasi nzuri mnayetufuatilia popote mlipo. Zaidi ya yote pia tunashukuru kwa wale ambao wanasema na kituo hiki sasa, na kimaombi, na zaidi ya yote kifedha. Tunahitaji pia mtu boost kiasi ili tuweze kupata upenyezo na kununua transmitter, mtambo na uweze kupeperusha na kutupa sauti zetu kwa mbali na kwa njia ya FM. tunashukuru sana kutamba mitandao yote ya kijamii na kupata upenyezo na kuwa redio nambari moja mitandaoni. Basi tunatamani pia utupe, eh, boost kiasi tupate fedha tununue mitambo tutambe tena sehemu ya pili inaitwa FM 45, 61, 46, 8, that is our tin number. Unaweza tuma ulichonacho kwa 45, 61, 468, that's our till number na Mungu wa amani atawabarikisha. Asante na karibu popote mlipo. Kwaheri kwa sasa.